Juma Choki makofi mengi sana kwake, karibu Juma Mike, ni hiyo hapo, wasalimia wa Tanzania, tueleze unajisikiaje na tarehe kumi unatuahidi nini? Kwa jina naitwa Juma Ramadhani Choki na nadhani wenyewe mnanifahamu vizuri. Ya, nakusikia bro, niulize maswali. ah, swali so la kwanza ni kwamba vipi, ilianzi baridi joto <laughs> Ah, lia kidogo imekuwa joto kwa upande wetu, lakini tumepambana ndio. Uh, kikubwa ni kwamba tunajua ulipata experience kubwa kule, je, yeah, hii unakuja kuielezeaje tarehe kumi kwa mpinzani wako yeah? Kwanza nafasi hii nashukuru Mafia Box Promotion kwa kunipatia nafasi hii kwamba kuona thamani yangu nilipotoka na niporudi na kunipa nafasi hii ya kucheza main fight. Kwa hiyo kikubwa mi nitafanya vizuri kama mashabiki zangu hapa Tanzania jinsi walivyonizoea kufanya vizuri kila siku kwenye event zangu na kwenye mapambano yangu. kao kikubwa tuje kwa wingi siku ya tarehe kumi, walikopo nyumbani, walipie vingamuzi vyao kupitia Azam TV tuweze kupata burudani siku hiyo, inshallah amin. Umemaliza, sina jingine, asante sana.